Ki kama tamaa cha siku mbili kingine cha wiki yeah, yeah. Nimetupa chini ya kitanda. Haupashe kujiita Mkristo kabisa. Na kosa kujifunza kutumika kama nyumbani kwako, ili usiku kama unatumika ah buku nyumba kumbe ni taabu. Ni neno linasema ni kuishi, Mungu anataka ufanye vile, usipofanya vile unatukanisha Kristo. Paulo alisema Roma, nasema haustahili kujiita Mkristo mana wewe siye, mana wewe hauko. Kama utii mume wako, hauko Mkristo na usijiite Mkristo. Amen, ndio. Sijali unacheza jisi gani, nakunena kwa Luka, unanena kwa Luka, unaona maono malaika anakuja anakutembelea, sijali hauku oh. Mkristo. Amen, kama utii mume wako kwa kila kama usikie moyo wako mle ndani, akisema maneno yake. Kama kama ni Kristo anasema, kama huko, kwa hiyo kiwango si sitai, unafanya nini asema. Amen. Huyu ndo Mungu alimuonesha ono la mbinguni, aestengeneze bingine yako, lakini hii tunayoamini sisi, hata ufanye nini, kama huko bana, haujaokoka amen.